Kuanza kusema wengine walikuwa wanatutusi, lakini kumbe Mungu halali. Leo hii SHA inafanya, tumeona ushuhuda wote. Hata hapa Lurambi nimesikia watu wakisema SHA inafanya. Wakati tulikuwa tunasema kwamba affordable housing zinajengwa, wengi walikuwa wanapinga. Saa hizi affordable housing inafanya. Bwana Yesu asifiwe. Langu la mwisho, langu la mwisho niseme tu maneno haya Bishop, nakumbuka uliniambia maneno haya tukiwa Naivasha. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya sita moja eti ile siku mfalme Uzia alikufa, Isaya alimwona Bwana tena, alimwona Bwana akiwa ameketi kwa kiti cha enzi. Mimi nina ushuhuda ile siku wale watu ambao wanatugawanya kwa ukabila walitoka, manyumba yalianza kujengwa, SHA ilianza kufanya, mambo yalikuwa yanaanza ya kutengenezeka, yanakuwa vizuri. Hata Bishop wewe, umesema leo barabara yako ile ambayo C41 inawekwa lami, na mimi nashukuru Mungu kwa sababu hata kule kwangu mambo yanaendelea kunyooka, mambo yanaendelea, Mungu anaendelea kutenda maajabu.